Bwana sifue kwa majina yangu naitwa Rosemary Wanjiru Kamau, na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Sababu yenye imefanya nikuwe mahali hapa, nimeletea kanisa la Kenya ujumbe ambao nimepewa na Bwana. Ningeomba kila mtu mahali alipo akaweze kusikiza huu ujumbe, maana ni ujumbe nilipewa na Bwana niletee kanisa la Kenya na kabla sijaleta ujumbe wenyewe ningetaka tusome neno la Mungu katika kitabu cha Warumi mlango wa tatu mstari wa 23. Biblia inasema hivi, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hiyo ndio inatuelekeza kuhusu ule ujumbe ambao Bwana alinipea. Bwana aliniambia ya kwamba kanisa la Kenya sisi wote tumetenda dhambi, na kwa sababu hiyo kuna kitu ambacho Bwana anataka kutoka kwa kanisa la Kenya. Anataka kanisa la Kenya kila mtu mahali alipo, maana wakati ninaongea kuhusu kanisa la Kenya ninaongea kuhusu watu. Bwana akaniambia kila mtu mahali alipo, Bwana anadai toba, anataka kila mtu achukue nafasi aweze kutubu. Maana sisi wote tumetenda dhambi kanisa la Kenya, na tumepungukiwa na utukufu wa Bwana. Bwana akaniambia ya kwamba kile ambacho anataka, anataka kutembea na kanisa ambalo ni safi, na akasema ya kwamba ili aweze kutembea na kanisa ambalo ni safi, kanisa ambalo ni kanisa la Kenya, ni lazima kila mtu achukue nafasi yake na aweze kutubu na kujitakasa na kukiri dhambi zake zote zenye anajua amefanya. Maana sisi wote kanisa la Kenya, kila mtu mahali alipo, unajua ni dhambi gani ambazo umezifanya, na hizo dhambi zimefanya Bwana akakasirika, na zingine zimekuwa ni chukizo mbele zake. Baadhi ya mambo ambayo imekasirisha Bwana iko hapa, nimeanakili kwenye kitabu, ningetaka niyasome hii ni baadhi ya mambo ambayo imekasirisha Mungu. Hajanipatia yote, lakini aliniambia ni baadhi ya mambo ambayo imemkasirisha na pia imekuwa chukizo mbele zake. Mengine hakuniambia, na haya yenye alinipatia ndio nimenakili kwenye kitabu na ningetaka niyasome. Wacha kila mmoja wetu akaweze kuyasikiza. Jambo la kwanza Alafu tutaendelea nitateremka. Sasa nikisoma nitasoma la kwanza la pili, mpaka mahali penye amefika. Jambo la kwanza ni watu kuenda kutafuta msaada kwa waganga na wachawi. Jambo la pili ni kufanya usinzi na uasherati. Jambo la tatu ni kutoa mimba ama abortion kwa Kizungu. Jambo la nne ni kutazama picha za watu wakifanya mapenzi ama pornography, watching pornography. Jambo la tano ni ushoga, wanaume kufanya mapenzi na wanaume wenzao. Jambo la sita ni kukunywa pombe. Bwana aliniambia wakristo wengine wanakunywa pombe ndani ya nyumba yake. Jambo la saba ni wadada kufanya mapenzi na wadada wenzao, that is what we call lesbianism. Bwana asifiwe. Jambo la nane, Bwana aliniambia ya kwamba watu wameachilia kazi yake na kutilia bidii katika kazi zao. Hilo ni jambo lingine ambalo limechukiza Bwana na limemkasirisha. Jambo la tisa ni kufanya mapenzi na wanyama. Kuna watu wanafanya mapenzi na wanyama na wanajiita wa Kristo. Jambo la kumi ni kufanya mapenzi ama ama kushika mtu na kufanya mapenzi na yeye cha nguvu, that is what we call raping, ama kuna jisi. Kuna watu wamekuwa wakifanya mambo kama hayo. Bwana akaniambia ya kwamba watu wanastahili watubu. Baadaye wakisha tubu, Bwana akasema ya kwamba anatakasa kanisa lake na analisafisha, maana anataka kutembea na kanisa ambalo ni safi, kanisa ambalo linamletea utukufu. Na pia kuna kitabu bwana alinipea na akaniambia bado tusome pamoja na kanisa la Kenya, na ni kutoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 7 mstari wa 14. Ningetaka tusome kwa pamoja, Biblia inasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha jia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana asifiwe. Kile Bwana anadai kwa kanisa la Kenya ni kile ambacho tunaita personal repentance. Bwana wabariki.